Je, wakati sahihi wa kupima mimba ni upi? Ili kupata majibu sahihi ya ujauzito kama unao ama hauna, wakati sahihi wa kupima mimba ni ule wakati uh, baada ya siku 14 mara baada ya kukosa hedhi. Yaani umefikia leo unajua kasa ni, ingia, siku ambayo unaingia hedhi lakini haujaingia sasa sababu siku 14 kuanzia hapo. Hiyo ni siku ya kwanza mpaka siku 14. Hapo ndio mara baada ya siku 14 ndio ushughulike ama upime mimba kwa kutumia kile kipimo cha mimba. Lakini pia kitu kingine cha picha kuzingatia ni mkojo. Tumia mkojo wa kwanza wa asubuhi. Unapoamka asubuhi tu, ule mkojo wa kwanza ukusanye kwenye kifaa chako kisafi, kisha ndio upime mimba. Utumia mkojo ule pale kuleta majibu sahihi sana, lakini ndio hakikisha ni siku 14 baada ya kukosa hedhi. Kama ni mgeni wa Health Program, subscribe usijitoe na chochote, lakini pia subscribe tuweze kusonga mbele zaidi na kuwafikia watu wengi zaidi, wenye shida hata wasiokuwa na shida. Kwa hivyo neno Health Program kisha ka subscribe.